Kuna kitu kimeendelea kwenye mitandao, ni kama wiki nzima sasa, sakata la Lugumi, waziri mwandamizi wa mambo ya ndani na kampuni ya Infosys Tanzania. Mimi sikutaka kuusoma udaku, nilichoamua ni kuwatafuta wote. Nimeanza kwanza na kampuni ya Infosys ambayo inahusishwa moja kwa moja na waziri wa mambo ya ndani Charles Kitwanga, na wataalamu wa mambo wanasema hii ndio wizara mama hapa Tanzania. Na kile kinachoendelea kwenye mitandao, nasema hapana. Nimebisha hodi katika ofisi za Infosys. sisi kama Infosys IPS Tanzania Limited, tumekuwa tukiangalia na kujaribu kutafakari, lakini tumekuwa tukishindwa kupata uelekeo wa yote yanayojitokeza. Labda kwa ufupi, Infosys inafanya kazi gani Tanzania? Uh, Infosys ni ICT company ambao jukumu letu kubwa ni kusupply vifaa vya vya kompyuta pamoja na solutions mbalimbali mbali ambazo ziko kwenye upande wa I ICT. Na mnajihusisha nini na Dell? Ah, kwa upande wa Dell kwa hapa Tanzania sisi ni kwanza ni ni Dell preferred partner. Ndiyo. Na vile vile ni Dell authorized service provider. Yaani, tunaruhusiwa kusupply, kumaintain pamoja na ku kutoa wa warrant kwa vifaa vyote vya Dell vinavyouzwa Tanzania. Kwa ufupi tena. Infosys ina unasaba gani na waziri wa mambo ya ndani Tanzania Mheshimiwa Charles Kitwanga? Ah uh, Charles Kitwanga ni mmoja wapo ya founder wa Infosys uh, ambaye mpaka kufikia mwaka elfu mbili na kumi alijiondoa rasmi kwenye operation zote za Infosys. Kwa hiyo Infosys imekuwa ikiendeshwa bila uwepo wake kama director kwamba hajawahi kufika ofisini kwa muda wote huo, yeah, kwa kipindi hicho chote toka 2010 kwa kweli hajawahi kufika. Sasa hivi Infosys inakabiliwa na sakata la ubadhirifu wa mabilioni ya shilingi. Hebu kwa ufupi, kati ya waziri na kampuni ya Lugumi mna mashirikiano vipi? Unajua, wakati mwingine ni jambo ambalo unaweza ukalishangaa linapokuwa likipita katika public, ndiyo e. Lakini Infosys haina uhusiano wa kibiashara na Lugumi Enterprise, huo ndio ufahamu wetu. Na mmefanya kazi ya jeshi la polisi, mlipataje kazi ya jeshi la polisi ambayo ni automatic fingerprint system kama sijakosea, ndiyo? Uh, tuliipata kupitia kwa kampuni moja inaitwa Biometrica LLC ya uh, Marekani. Uh, kampuni hiyo walitucontact sisi mwishoni kabisa mwa mwaka 2011. Kinamj walisema walipewa reference na Dell USA. Uh, of course walivyotembelea website ya Dell ambayo hata sisi ukiingia, uh, jina letu kwa upande wa Tanzania ni la kwanza tu utaona Infosys IPS Tanzania Limited ikiwa na partnership zote mbili ambazo ni preferred partner, ndiyo, pamoja na Dell authorized service partner. Kwa hiyo pale unakuta contact zetu zote zipo email, pamoja na simu za kuweza kupiga. Kwa hiyo wale watu baada ya kutu contact, walisema wana vifaa wanategemea kuvisupply kwenye regions. Walitumia neno regions 33 katika jeshi la polisi Tanzania. Kwa hiyo wakawa wametaka tuwape professional service na tulifanya costing ambazo za kuweza kufanya hiyo hiyo shughuli na tukafanya hiyo kazi ambayo tuliweza kufika kwenye vituo vya polisi mia moja na nane, okay. Na sisi tulilipwa na huyo biometrika baada ya kumaliza kazi dola 74420 Hakuna ukweli wowote kwamba mlishirikiana na Lugumi na jeshi la polisi, kwamba mkataba ulikuwa kati ya jeshi la polisi Lugumi na nyinyi? Hapana, kwanza napenda tu tueleze umma kwamba Infosys haikuingia mkataba na Lugumi wala na polisi na wala haijui mkataba uliopo kati ya polisi na Lugumi kwamba uni, una content zipi. Infosys iliingia mkataba na Biometrica na mkataba wetu ulikuwa kwenye kutoa professional service peke yake ambayo ni dola elfu sabini na nne ambayo ni dola sabini na nne elfu mia nne ishirini Tulilipwa. Na mlilipwa pesa yote? Uh, pesa ilikuwa inalipwa kwa awamu mpaka tulivyokuwa tumemaliza kazi, na ilikuwa inalipwa direct transfer from Marekani, sio kutoka kwa Lugumi. Hapana, hapana, hapana, ieleweke wazi, hatuna business relationship na Lugumi. Sasa kwa nini mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri Charles Kitwanga amehusishwa na pesa hiyo? Uh, sasa unajua kuwa yeye ni founder wa Infosys, IPS Tanzania Limited na watu wengi wanajua, na inapotokea swala kama hilo, sisi tunaona ni labda ni swala zaidi inaenda kwenye kisiasa kuliko hali ya utendaji wa kawaida au uhalisia, kwa sababu kwa wale ambao walikuwa wana shida ya kuelewa ukweli wowote, nafikiri baada ya kuona wametaja Infosys, wangetafuta muda wa kufika Infosys, IPS Tanzania Limited waweze kupata taarifa kamili. Hicho ndo ninachoweza kukisema kwa sasa. Kwa maana nyingine taarifa nyingi zinazoandikwa kwenye mitandao hazina ukweli. A, ni upotoshaji mkubwa sana kwa sababu wanajaribu kuhusisha bilioni thelathini na saba wanajaribu kuihusisha na Infosys. Na wewe unaweza kuwa shahidi umefika hapa tumekuonyesha, kuonyesha mkataba ni dola sabini na nne elfu tu na 420 tulizoweza kulipwa na tulizoingia mkataba na Biometric ambayo ni kampuni ya Kimarekani na sisi tunachojua In fact tulikuwa tunajua sisi tume, tuna, tunafanya kazi na hiyo kampuni kama wale wakiwa ni main contractor, lakini baada ya kuwa kwenye kikao ndo tukagundua kwamba kumbe wao wanafanya kazi chini ya Lugumi. Kwa hiyo hatujui atu, uhusiano wa Lugumi na polisi au Lugumi na Biometric waliingia mkataba gani. Sisi tulikuwa contracted kufanya professional service. Nini labda wito wako kwa taifa sasa ambapo hivi vyombo hivi kumekuwepo. Unajua kitu kimoja, kwa nini ninafurahi, nina watu hawafanyi utafiti. Tumeamua Focus Media kufika, kwenda kutafuta, kujionea wenyewe hiki kinachosemwa kuhusu ubadhirifu na baadhi ya wengine kwenye mitandao sasa hivi wakinyambua, wa nyambua, wakimtaka rais amsimamishe mamlaka waziri wa mambo ya ndani kubwa likihusishwa na mambo ambayo yanaihusu kampuni ambayo yeye hapo awali alikuwa ni msimamizi, na pengine hili si la busara sana. Sasa wito wako kwa taifa, na hasa uvumi na taarifa ambazo sio sahihi zinasambaa kwa kiwango kikubwa? Okay. Uh, labda sisi tunachoweza kutoa wito ni kwamba watu waweze kufanya utafiti kwanza, ndiyo Uh, kabla ya kupokea kitu na kuanza kukizungusha kukitoa kwenye media mbalimbali mbali, kukirusha kwenye social media uh, kifanyike utafiti wa kina ili pale unapokuwa umetoa tuhuma ziwe ni za ukweli. Maanake wakati mwingine hii hali inakatisha tamaa, hasa unapoweza kuona kwamba kuna baadhi ya watendaji ni wazuri tu, lakini wanakuwa wakihusishwa na tuhuma ambazo kwa kweli ukizipima zinakuwa ni za kiwango kikubwa sana. Uh, sisi kama n za tulipata mstuko sana kuona tunahusishwa na tuhuma ya bilioni 37, kwa kitu ambacho wewe kuanzia wafanyakazi mpaka wenye mali wanajua waliingia mkataba na kampuni ya Kimarekani ambayo tuliweza kuchaji gharama ya dola 74420 ambayo ukiangalia kwa mwaka 212 hata ukifanya exchange rate huwezi ukafika milioni mia mbili, bado ni hela ndogo sana. Kwa hiyo ukiilinganisha milioni mia mbili na dola bilioni na bilioni na, na thelathini na saba kwa kweli, ni hali ambayo ni ilihitaji utafiti kidogo kabla ya kuihusisha kampuni ya Infosys na ilo sakata linaloendelea. Mmehusishwa na Dr. Kipilimba ambaye ni, ni kaimu mkurugenzi sasa wa NIDA, kuna ukweli kiasi gani juu ya hayo madai? uh, kwanza tuliona tuli kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye magazeti na na kwenye media mbalimbali akihusishwa na kampuni yetu na au watu walionyesha kwamba wameenda ku search information blela, na tulinyamaza kwa muda mrefu tukiamini tuki kwamba inawezekana hilo jina walioliona wali Infosys, akawa yeye eh, labda ni share order, lakini kwa sisi Infosys, IPS, Tanzania Limited hatuna share order anayeitwa kwa jina hilo, naomba na tueleweke hivyo hatuna na wanaruhusiwa kwenda kusachi vizuri mbrela. Mnaruhusu TAKUKURU ije ichunguze kile ambacho kina kinasema. Uh, sisi kama kampuni ya wazawa, na tumekuwa mstari wa mbele siku zote kufanya biashara ambayo iko katika mstari ulionyoka, na tumekuwa katika biashara hii kwa miaka ishirini na moja sasa au zaidi. Uh, tungependa tutoe ushirikiano huo na kama watakuwa tayari kutufikia, tutaonyesha kile ambacho ni cha ukweli tulicho nacho. Hilo ndio naweza kukuhakikishia ndugu. Ni sauti ya Sweki Donald, huyu ni naibu meneja mkuu wa kampuni ya info Infosys. Ikumbukwe hapo zamani kampuni hii ilikuwa pale chini ya kitega uchumi ikiuza kompyuta za Dell na wakati mifumo hii ya ya kompyuta haijakuwa, tulikuwa tunasema tunakwenda del zamani sana ni, ni miaka mingi iliyopita. Lakini kubwa ambalo nachotaka kulisema tu ni lazima tufanye uchunguzi wa kile tunachokijadili katika mifumo ya habari. Mimi ni Edwin Deketel.